Ni majira ya saa nane mchana wa Tanzania. Hawa wanawasili katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kwa ndege ya Ethiopian Airline. Baada ya kuwasili na kupokelewa, wanaeleza jinsi hali ya wasiwasi waliokuwa nayo walipokuwa nchini Israel. Tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Kwa kweli sio mshtuko tu, yani tulikuwa tunaona hasa kabisa uhalisia wa mambo ulivyokuwa, tulikuwa tunaona japo kwamba tulikuwa tunajificha kwenye vyumba vya wanywe wanaita mama li vyumba vya kujifichia, lakini ilikuwa tunasikia mpaka, kuna muda unasikia jengo kama linatetemeka kabisa. Pia wameshukuru serikali kwa juhudi zilizosaidia kuwarejesha nyumbani wakiwa salama. Sisi tulikuwa tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu wenye maradhi ya moyo, tulipokelewa vizuri na kufanywa matibabu vizuri kutokana na hali ya mchafuko kutokea kwayo, tumeshukuru pia serikali zetu kutusaidia mpaka tumefika hapa. Shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja shukurani kwa e, serikali ya, ya, ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona kwamba wana haki ya kuwalinda wananchi wao popote pale ambapo walipo wana haki ya kujali usalama wao pale popote ambapo walipo. Hili ni jambo la kushukuru sana na kwa sisi wana familia ambao tumekuja leo kuwapokea wenzetu hatuna cha kusema zaidi ni kuwaombea dua viongozi wetu na kuwatakia heri. Upande wake kaimu mkurugenzi wa mambo ya nje Zanzibar, Ali Suleiman Ali, amesema ushirikiano wa ubalozi wa Tanzania nchini Misri na serikali zote mbili umefanikisha kuwarejesha salama Watanzania hao. Kurejea kwa Watanzania hao uh, ni kufuatia maelekezo ya viongozi wetu wakuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana na, baloz, na balozi zetu nchini Misri na balozi yetu, baloz yetu ya Israel. Uh, wameratibu safari hiyo. Watanzania hao sita waliorejea nchini, kati yao watoto watatu, walikuwa nchini Israel kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ali Issa, Azam News, Zanzibar.